Mungu akili zako zote. Ni heri kukaa ndani ya Mungu kila siku, kisha Mungu atakuprotect mesema y mtmt ks wakati mwingine kuna mtu akaniuliza hapa swali pasta, mbona wenyeji awabarikiwi uh, lakini wageni wa, wanabarikiwa. Nikamwambia kwa sababu ni mnajua tu ilisha. Nikamwambia kuja tufunge, kuja tuombe, kuja, kuja tukeshi, kuja tufanye nini wba mi nilishi si, si, ma, mi kuwa mtumwa siku zote lakini tangu nikundue kumwabudu kwa roho na ukweli mpaka viongozi vyangu vyote vimchezee Mungu. Lakini katika ile kumchezea Mungu, kitu kinamchezea Mungu, akisema ni mkono, anamchezea Mungu. Mungu alimkumbuka, akaoa mpaka huyo mama azee kangi hasa, hiyo mama, kwa sababu anaishi ndani ya Kristo anaishi ndani ya mwenye uzima yes. ako na time usimande toa wimba wake kila siku, amezitoa tu, amezurusha kuzurusha, maana yeye kila siku akili zake nguvu zake kila kitu kwa yeah, yeah. akianza kudanza yule mama wesijua nishoshoo na miaka nisho fifty. Uh -huh. Lakini wewe msichana huyo imba yeah. skiza <laughs> ikifika ni kumchezea Mungu, chezea Mungu ukiwa mgonjwa, mkaambia Mungu kumbuka ni nani anacheza Mungu akupa nafasi ya kushika hii microphone. Ishike, funga macho, mtukuze Mungu wako. siku takuwa ule chakula, ambia kai, kumbuka. Kumbuka wanazalukuzi siku ambao unasikia kwamba hata una transport ya kufika hapo, unaambia Mungu, Mungu Kumbuka, lazima nifike pale kanisani nikuimbia na sina transport. Kumbuka mimi nilikuimbia sandi, lakini nilikuimbia kuliko hapo. Mungu ataprovide Akanitumia 50000 nikalipa nani mara, hey, yeah, na madeni yangu. Akaniambia he tangu siku yako inauliza kitu. Sometimes unasoko na kutoka hivi unapata mtu ndio mgonjwa saa hiyo chofu wana ama mtoto. Yeah. Yeah. Sikiza, Mungu anakupima. Tusome na leo kidogo, anamjaribu Yeremia. Tusome kitabu cha tamani tamani kuelewa kuelewa akili za Mungu Mungu Mungu, tamani kuelewa Mungu. Ukimwelewa Mungu kuna vitu

Mtu alisomee maana naona muda wetu umekimbia kimbia. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Sikiza, yaani kumaanisha mkono wa Bwana ulikuwa juu yake, sometimes za kutingiza, sometimes za kufanya kitu, ulikuwa juu yangu, alafu naye inje na akanichukua nje katika roho ya Bwana. Akaniweka chini. Mungu kati ya bonde naro lipecha, Mungu akamchukua akampeleka karibu na mifupa. Ona anamuonyesha mifupa hiyo. Magonjwa njo hii. Eh? Ndio hii? Na ni Jumapili. Andi akamuuliza ni akanipitisha karibu na karibu nayo pande zote. Mungu, anza kupitia katika hali ngumu, si kila kitu ni shetani, anataka kujaribu. na lijaribu Ayubu, Ayubu, Ayubu hapo wamefanya dhambi ha, lakini Mungu anampima Ayubu, anampenda yeye ama mali yake? Ayubu amekaa sasa hapo kwa ha, ibada anatoa ripoti. Ayubu, ng'ombe zimekufa. Sio swali ng'ombe ama Mungu ni sio, naambia mzee ako na mpango wa kando. Nasema ndakuja kabisa. Tueleke tukuonyeshe. Amare hivi, nasambua gari. Asema kwa ile wako. Upige. Siheri nichukue, ule nitafuta kwanza ule mtu aliyeumba wewe mwanaume maana ana uwezo wa kurekebisha, si kweli? Kuliko niache ache, ila huyo mwanaume ni, ni sasa. <laughs> <laughs> Mungu tamani kujua kumuelewa Mungu na kujua tabia za Mungu utashinda uta endelea kusoma. Natasama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, naye atasama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia akaniambia, mwanadamu mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Achia kwanza, we nikuulize swali moja, nikuchukue sasa, niupeleke siota mara chija, bali kuna mifupa mingi si

siwezi lakini. Mungu anakupima katika hii magonjwa, unaweza pona wewe. Mwenye unandawa, una ndoa, unaamini unaweza rudi. Wewe mwenye unakazi, una kazi, unaamini unaweza pata kazi kubwa kuliko hata yenye umesomea. Haleluya, ni Mungu anakupitisha katika hali ngumu ili aipime imani yako.

Right. Kwa kila jambo unayopitia unazaachwa. Maana ungekaa na woyoko gara mimi nikuchinja shingo. Amen. Wewe unang'ang'ana. Kwa kila jambo Mungu anakusudi. Amen. Yeah. Maana ungeishi pale ungekufa, lakini Mungu anakutoa. Katika Laki kikunjine. Lakini wewe kwa akili zako unang'ana nitaishi na yeye. Ungechinjwa. Ungemala kichwa. Ni Mungu amekutoa pale, akuweke hapo, akiwa na sababu. Ni Mungu amekutoa kwenu, amekuleta hapa, uje upitie hali, anakuandaa kwa sababu ya kesho. Wakati wa Mungu ukifika, hakuna mtu atakuja kupinga. Akisema yes, inakuwa yes. Katika kila jaribio, wacha kulalamika, jifunze kitu. Wanasikuzi katika kuwachwa Wacha kulalamika chifuzi kitu. Hauwezi kuwa mwalimu kama ujafika ujaitii, waauz utafunza nini watoto wako kama ujapitia hiyo tatizo ishuakafulai karibakimoyaauz ikanibariki moyo na ikanitia nguvu kuna vitu Mungu anazasababisha. Kuna marafiki wengine unaweza kuwa nao, lakini wakati wao wa kuondoka, Mungu anawaondoa ili anaeta watu wengine wapya, na ukiwagamilia waweza fanyika kukuwa bo. Piga makofi. Mi nampenda, nampenda, we unampenda, lakini Mungu amefanya kumtoa, ana sababu. Sikiza. Moses akufugisha wana wa Israeli kule Kana, alikuja Yoshua kuwafukisha Kana. Mungu akuunganisha na mtu leo atake kufukisha kwenye destiny yako. Mungu akuunganishe leo na msaidizi atake kufukisha kwenye destiny yako. Umelia sana. Umecheseka sana. Umeachwa sana. Umepitia mateso sana umekuna taabu sana, umedharauliwa sana, hata watu wakienda kukaa miti na usishi kwa sababu ya umaskini wenu, na kupambania siku ya leo. Mungu akuunganishe na Yoshua akufundishe Kana. Unajua kuwa umekuwacha, wamekudharau walifutumia maisha. Hata Yesu alipo mzika wakadada umanzana naye, awajamanzana na wewe chukuka

Farao ameota ndoto mbaya, amekoseshwa mali. Kuna watu wakatabiri, wacha wakatabiria Farao, lakini hawakutabiri. Mtu mmoja akasema, kuna mtu kule kwa jela anaweza tabiri hii ndoto. Akaamrisha Yusufu, ameandikiwa rape case, hajatabiri alipofika kwa Farao Farao akamuuliza wewe ulikuwa kwa jela ni kesi gani uliyekuwa Farao hakukumbuka <laughs> hiyo Farao alimuuliza unaweza tabiri yes. ndoto akasema akamwambia tabiri utakuwa akamwambia sikiza utakuwa siku hiyo ikifika utaneo chakula na kutabilia historia yako ya kule nyuma Yesu anaifuta amishe mtu leo

Aliyemtoa Yusufu kwenye gereza akamfanya kuwa kuwavieste hata wewe ukiamini, leo haweza kutoa mtu mwenye ana kazi, yule mtu aliyedharauliwa, mwenye ana kisomo, anaweza kutoa leo akuketishe na ufalme. Haleluya! yule mtu ambaye familia mama yao watu hawaelewani, ni kuna mtu ambaye mama yao ulevi ndio umejaa. Kuna mtu mama yao watu hawaoni, kuna mtu mama yao hata umaskini ndio umejaa, ya kwamba familia yao ndio imedharauliwa, kama familia ambayo ilikuwa ya kina Kitoni iyo, Wamuzi siku kumi na moja. Familia kina Kitoni ilikuwa imedharauliwa, familia Kijion ilikuwa maskini, kina Kitoni akawa anaishi porini, lakini Mungu akamtoa Kitoni porini, akaenda kumketisha na wafalme hata wewe ambao una nyumba, Mungu aweza kukupa nyumba leo. Hata wewe ambao una plot, Mungu aweza kukupa plot leo, awabariki. Haleluya, Bwana Yesu ukuu. Kuna baba, baba ya Daudi akachukua Daudi akapeleka kuchunga kondoo, maana mdarau akachukua vijana wenye vifua wa kubwa kubwa akapeleka jeshi kwa kule poini anananana Mungu anakuja kukua mbuzi, Daudi anaua simba, anakuja kukua mbuzi, Daudi anaua. Kumbe Daudi alikuwa anaandaliwa kwa sababu ya kuenda kuangamisha Goliati na kuweza kuwa mfalme. Hata wewe, shida unayopitia unaandaliwa kwa jina Yesu. Wewe ambao umeachwa unaangaliwa, wewe ambao taaliwa unaangaliwa Daudi alikuwa anaandaliwa porini, wakati muda ulifika, hakuna mtu alimua Goliati, hata wale ambao walikuwa na mabunduki hawakumua Goliati kule, maana hawakwenda treni kama ya Daudi kule porini. Daudi akaambia mfalme, kama nimeua sima huyu mtu ni nini? Piga makofi ya kidunia. We we watu ambaye watu wamekukataa, we ambaye watu wana marafiki, we ambaye ulitupwa ukaambiwa majina ukabandikwa majina ya kwamba ni mungu muntu ile shida weye ambayo umepitia shida ya betu weye ambao umepita ni shida nishida weye ambao unaisha twa wenyewe wewe ambaye hata una chochote hata yo mshahara ambao umeajiriwa haitoshi haitoshiki chochote ni mungu anakuandaa kwa sababu ya kesho. Hata kwa kupatia mamilioni kesho, utajua kutunza. Hiyo kesho utasaidia mayatima, maana mayatima wakisema wako na njaa, unajua uchungu wa njaa. Mayatima wakisema ni wagonjwa, unajua uchungu ya magonjwa. Ukiona kina singo mama na singo baba, ukiwaona, unajua uchungu ambao wanapitia, maana ushaipitia uchungu. Ni Mungu anakuandaa